Nuhu alitembea na Mungu katikati ya kizazi cha uovu. Kumbe kutembea kwako na Mungu, kuungamanishwa kwako na Mungu hakuamuliwi na mazingira. Mazingira hayajalishi, wewe humu ndani ya moyo wako ukishaamua, ninamwishia Mungu wako, Mungu wangu, haijalishi utajikuta kwenye mazingira ya namna gani dumu umeungamanishwa na Mungu wako katikati ya kizazi kilichooza. Maana yake mahali ulipo siko kunakoamua namna yako ya kutembea na Mungu. Hapana, ni wewe kuamua kushikamana na Mungu wako katikati ya watu walioharibika. Wewe bado unaweza ukadumu kuwa safi. Bwana asifiwe. Sasa wewe diriki na ukubali kuwa miongoni mwa hao ambao hawafanyi uovu ambao wengine wanafanya. Wacha wache kusema mimi nafanya tu kwa sababu wengine wanafanya. Bosi ameniletea file ndio hii, safari per diem yake ni laki moja, lakini ameniambia niandike laki tano, alafu atanikatia laki mbili. Achana na hiyo biashara, tafuta kukatiwa na Mungu. watu wanao amwaga kutembea na Mungu kwa ujasiri, ndio Mungu anawatokea namna hiyo.